Nawaletea neno lake. Jina langu ni Rabin, kutoka kitabu cha Luka mlango ni watano mstari ni wa thelathini yasema hivi: lakini Mafarisayo na walimu wa sheria waliokuwa wadhehebu lao wakalalamikia wanafunzi wa Yesu wakisema, bona mnakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi. Yesu akawajibu, wenye afya hawahitaji wahitaji sabibu bali walio wagonjwa hmm. si kuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutugu Maneno haya yamefanyika wakati Yesu ameenda kukuwa kushirikiana pamoja na watoza ushuru, amevuta mmoja awe kama mwanafunzi wake ambaye anaitwa Lawi, ako pale, wanakula pamoja, wanakula pamoja. Walimu wa sheria wanasema, tazama, huyu anashirikiana na wenye dhambi. Mtume wa Mungu anaweza kaje na wenye dhambi? Anaweza kaje na hawa watoza ushuru? Anawezaje kaa hapa na waongo? Anawezaje kaa hapa na wezi? awa wapumbavu naye ni wa Mungu, anawezaje kufanya mambo kama hayo? Tukio hili nikuonyeshe asili ya huyu mtu ambaye anaitwa Yesu Kristo. Wengine wako hapa wanakataa ukweli wa Mungu, wengine wanakataa ukweli wa Biblia lakini kitu moja ambao hawawezi kukataa wote, ambaye anakataa anaonyesha upumbavu wake, ni ukweli wa mtu anayeitwa Yesu Kristo, kwamba ni mtu wa kweli, ni mutu aliyetembea hii dunia, ni mtu ambaye ako katika historia. Si mutu si story za Abunuwasi tunasema hapa, si wanahistoria, hata wahistoria Warumi wanasema walimuona wa historia ambao hatawakubali kwamba yeye ni mwana wa Mungu, wanakubali kwamba alikuwa, kwamba alitembea, kwamba alikuwa na wanafunzi, kwamba alikuwa Myahudi. Hiyo yote ni mtu wa kihistoria, si Cinderella, si Abu Nuwasi. Umekataa kwamba Mungu yupo basi, nielezee kuhusu huyo mtu anaita Yesu Kristo. Explain him to me. Let me understand him because he existed. Explain Jesus Christ using evolution. Wewe ambao nasema kwamba hakuna Mungu, kwamba binadamu walitoka kwa mamazi, nielezea huyu Yesu Kristu alitoka aje? Nielezea huyu Yesu Kristu ni nani? Nielezee huyu binadamu ambaye anaongea hivi ni alitoka api? Explain Jesus Christ to me. Nielezea huyu Yesu na asili yake. Tunaiona, tunaiona katika hii hadithi. aokuja pale, amesema haya, kuna unavikii, nilikuja kwa sababu ya watu wenye haki, mimi nilikuja kwa sababu ya wagonjwa. Mimi ni daktari, mimi ni tabibu. Tabibu anakuja watu walio wagonjwa. Yule ambaye si mgonjwa, enda mwambie, ende pale hospitali apige laini mwambie ende pale kwa kostenero apige laini, akwambie mimi wewe ni kibabu. Lakini ngoja ngoja, apate joto, ngoja aanza kutapika tapika, ngoja apate ulegevu wa mwili. Atapiga hiyo laini asubuhi hadi jioni, atapiga hiyo laini hata siku mbili, akisema nimekaa hapo siku mbili sijahudumiwa. Kwa nini sijahudumiwa? Anataka kuona daktari. Yesu mwenyewe ni daktari, amekujia wagonjwa. Kwa hivyo, wale ambao wanajiona wao si wagonjwa, wale ambao wanajiona wao wako na afya, hawana haja kwenda Coast General. Unaenda Coast General kufanya nini? Hauna haja kwenda kwa huyu Yesu. Wewe umeona kwamba uko sawa. Wewe umeona kwamba unaweza enda mbele ya Mungu. Wewe unaona kwamba umefanya mipango yako, ushapiga hesabu. Wewe utasimama mbele ya Mungu, ushapiga hesabu, umesema mimi nitapima kwenye mizani, nitahakikisha kwamba uzuri wangu utazidi ule ubaya wangu, nishapanga kila kitu, iko sawa. inajua venye nitaswali mara tano kila siku Ninajua venye nitafunga, nishapanga yote, nishapanga iko lai. Ninajua venye nitatoa sadaka yangu, nimepanga venye nitatoa sadaka yangu, nimepanga yote. Unamwambia ni unamwambia, we haukundu, wewe ni chosi, haukundu, ni mlafu, haukundu, wewe. z anasema, saijia, nimepangia hiyo, niko na mpango hiyo pia Ashapanga vyenye atajiosha dhambi. Amesema o, oh, sijui nitapiga safari nikienda kule nikirudi, nitakuwa niko safi, niko clean, 100%. Nitakuwa nimesamehewa dhambi zangu zote, nitafunga kila siku. Ushafanya mpango, wala uko sawa. Umesema uko sawa, unaenda, uko sawa, uko sawa. Wasia wagonjwa waende kwa general

Sijakuja kwa ajili ya wa watu wako sawa, Yesu anasema hivyo, nimekuja kwa ajili ya wa wagonjwa. Mgonjwa hapa hapa, eh? kuna mgonjwa hapa? kuna mgonjwa? Kuna mwenye ameangalia roho yake akagundua yeye ni mchafu, amegundua yeye ni dhaifu, amegundua

amejaribu kuacha madawa ya kulevya, amejaribu kuacha ulevi, amejaribu kuacha kuwa katili, amejaribu kuacha kuwa mgomvi. Ameona hawezi, roho yake ina shida pale. Hata akishinda, hata awe na nia, hata aweke nia yake kizizi, anaweka pale, anakaa miezi mbili, anakaa miezi tatu, anaanguka tena ama anapata tamaa ya kushinda lakini nguvu haiko. Amejiona yeye ni mgonjwa. Ameona haki ya Mungu. Amesema haki ya Mungu siwezi kupitia, siwezi tosheleza, niko juu sana, niko juu sana, siwezi mek, siwezi mek. Ameona yeye ni dhaifu, ameona hawezi, ameona ugonjwa wake unamdhoofisha, unamfanya adhoofike zaidi, unamfanya akuwe mgonjwa zaidi, unamfanya asikuwe na nguvu zaidi, na una utammaliza asipofanya kitu. Ni ugonjwa, itamuua kifo cha milele amesema nitasaidi taje

Kuna mashahidi wengi, wameshuhudia kazi yao, daktari daktari mwenye anafanya kazi. Watu wanaweza toka hata hata United States kuja kumwona, wanasema, tumesikia kuna daktari tadi. Mashahidi wengi wengi waatangaza, wamesema, huyu daktari anaweza, huyu daktari anajua kazi yake, huyu daktari anafanya Mashahidi ni wengi, mashahidi ni mamilioni. Wengine wako tayari hata kukufa, hata kutoa maisha yao kusema, huyu daktari anajua kazi yake. Niko tayari kukufa kwa ajili ya huyu daktari, niko tayari kupoteza maisha yangu kwa sababu ya huyu daktari. Siwezi mkana huyu daktari hata waniuwe siwezi mkali kwa sababu anaweza, anafanya kazi safi, anafanya kazi nzuri, anafanya kazi inatosha. Wenzo wapo na ugonjwa wako wewe eh. Zoo na uzizi wako zoo na ulevi wako zoo na ukongi wako zoo na ulapi wako Njoo na tamaa yako mbaya, usiseme hiyo inakusimamisha kwenda. Hiyo ndio ugonjwa, hiyo ndio inakufanya kuende kwake. Njoo, anapenda wagonjwa, anawapenda sana. Ustadi wake unaonekana hapo. Njoo mtafue, ana dawa safi, ameitayarisha Na nakupa wewe leo. Dawa yake ni nini? Dawa yake ni nini? Nakuambia, dawa yake ni yeye mwenyewe. Daktari mwenyewe ndio dawa, daktari mwenyewe ndio dawa. Dawa yake ni mwili wake, dawa yake ni damu yake. Ni yeyote aulaye mwili wangu, yeyote anywaye damu yangu

ili yako isimwage ili yako isimwagike. Tabibu amefanya kazi safi, ameona ame haki ya Mungu inakuja kwako, amesimama katika haki ya Mungu na wewe, amesema nitachukua yote, akachukua yote, akafa na kifo kikashindwa kumuweka pale, amefufuka ameshinda kifo. Kifo kinalia, kifo kinalia, kifo kinalia, kifo kimeshindwa, kifo kimekufa. Tabibu anaponya magonjwa yote, anaponya hata kifo, hata kifo anaponya. Ameonyesha, wameshuhudia, si

Mkubali leo, mkubali kama Bwana wa maisha yako. Lakini kama wewe tu mgonjwa, tumesema hakuna haja wewe kwenda Coast General. Wewe baki pale, weza madawa zako, endelea uzingi wako, hakikisha umesali kila siku, hakikisha umetembea kila siku, umetoa sadaka yako awitakikajibu kukakakika damu zako